Tirmidhi na pia ipo katika sahihain, ma akala ahadun ta'aman khairan qat min an ya'kula min amal yadihi wa inna nabiyya Allahi Dauda kana ya'kulu min amal yadihi. Ya, anasema Mtume, ma akala ahadun, haja patapo kula mtu yote

Nabi Allahi Dauda alayhi salam alikuwa ni nabii, alafu kisha alikuwa ni mfalme, kana nabiyan malikan, alikuwa ni nabii na ni mfalme. Lakini pamoja na hapo alikuwa hakai tu mimi ni mfalme analetea wala, alikuwa yuafanya kazi. Kazi ya Nabi Allahi Dauda alayhi salam ilikuwa inahusiana na masala ya vyuma alikuwa anafua vyuma. Mwenyezi Mungu anasema katika Al-Qur'an Karim, wa alanna lahu al-hadid, na tulimlainishia vyuma. Nabii Allah Daud alayhi salam alikuwa hahitaji makaa ya moto wala hahitaji chochote wakati anapofanya shughuli zake za chumaki, chuma akishika chuma tu tayari kisha alainishwa, wa alanna lahu al-hadid. Idhan, Nabii Allah Daud alayhi salam kana yaakulu min amali yadihi, kuonyesha kwamba muislam si mtu wa kuketi tu wa kusubiri aletewe kama kinda la ndege, la ndege la Muislamu. Ni mtu ambaye kwamba yatakikana kwa ataharaki, kwa sababu tuna uswa, tuna kiigizo chema kutoka kwa manabii, lakini pia katika riwaya nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuonyesha umuhimu wa kazi katika Uislamu, umuhimu na nafasi ya kazi katika dini yetu. Mtume alisema la anyahtatiba ahadukum hizmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayutiyahu au yamnaahu, mtu kutoka akaenda akatafuta kuni, kabeba mzigo kuni katika mgongo wake, akaenda kuuza na akala kutokamana na thamani ya kuni hizo alizoenda kuzitafuta, basi ni bora zaidi kuliko kwenda kuombaomba kwa watu, watu wakampa ama wamnyime, kwa sababu wakikupa ni idhlal na pia wakikunyima ni idhlali zaidi. Kuonyesha kwamba Mwislamu yani si mtu wa kukaa kuchagua hata kazi za kufanya. Ukiweza kufanya kazi ambayo kwamba yenye kukupa kipato kikubwa, fabiha wa neema, lakini inaposhindikana kabisa, haiwezekani, basi tafuta kazi yoyote ambayo kwamba itakuingizia kipato cha halali, muda wa kuwa ni riziki ya halali hii ni funzo kubwa, kwa sababu lilasafi shadid. Katika baadhi ya misikiti yetu kitoka nje msikitini, nakuta watu wameketi laini, wananyosha mkono, wanaombaomba. Na ukiangalia sio kwamba wale wote wanaombaomba kwamba kweli ni watu ambao kwamba hawana uwezo, la wengine wana uwezo. Na ukifuatilia wengine, kuna baadhi ya watu wanaambia, wewe unaweza kufanya shughuli gani? mimi nikupe nini? nikupe mtaji? Anaweza akapewa pesa akaenda akazila ama akafanyia shughuli zingine, asifanye ile shughuli. Naweza kujiuliza, watu hakuna watu wa kuwasaidia? Wako watu, watu wanawasaidia, lakini wao hawataki, wamejichagulia kazi hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sema mtu ambaye kwamba atakuwa anaombaomba watu ili kujikithirishia mali yeye, siku ya Kiyama atafufulia uso wake hauna nyama. Dini ya Uislamu si dini ya kuombaomba, ni dini ya kujishughulisha, ni dini ya kujituma ni dini ambayo kwamba yatakikana kila mmoja ataharaki, kila mmoja asiwe ni mzigo kwa mtu mwingine. Hukatazi wewe kwenda kutafuta kibarua kwa mtu, hukatazi wewe wakati labda una mtaji wako lakini hautoshi kwenda kukopesha kwa mtu ili uje uongezee biashara. Hii ndio dini, lakini kitu ambacho kwamba hakitakikani ni kwenda kuomba ili upate kilo ya sukari, kilo ya unga. La, utafanya kazi kama hiyo mpaka lini? na Uislamu hautaki mambo kama hayo. Idhan, haya yote ambayo kwamba yaliozungumzwa katika hutuba ni katika masala ambayo kwamba yanahusiana kabisa na Uislamu wenyewe. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoanza dawa, alipoanza dawa Mola subhanahu wa taala akamchunuku neema ya mke wake Khadija radhiallahu taala anha. Na na Khadija ilikuwa ni mfanyabiashara bilionea mkubwa katika mji wa Makkah na yeye mwenyewe Khadija ndiye ambaye kwamba alimtaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amuoe, na hii ilikuwa ni hikma ya Allah subhanahu wa taala, kwa sababu harakati yoyote haiwezi kwenda pasi na mali. Harakati yoyote haiwezi kwenda pasi na mali. Mama Khadija alitoa mali yake kwa ajili ya dawa, na pale Makuraishi walipowafanyia hisar Waislamu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya Makuraishi kuona kwamba vikwazo vyote walivyomwekea Mtume havikufua dafu kuzuia dawa, wakaona vikwazo muhimu ni vikwazo vya kiuchumi. Na ndio maanake sasa hivi dola zote zenye nguvu, mtu yote akileta jeuri kunako kwa wao, wanasemaje? Cha kuwekea vikwazo vya uchumi. Hili ndio wategemea lao toka zamani, mabeberu toka zamani wanafaradhisha mambo yao ya hovyo kwa sababu ya zile mali ambazo kwamba walizokuwa nazo, na wewe kwa sababu huna, ni lazima utafuata yale masharti yao. Wakasema, hawa tuwawekee vikwazo vya kiuchumi. Kama sasa hivi unaambiwa ni lazima ukubali suala fulani, waila tutakuwekea vikwazo vya vya kiuchumi. Kwa hivyo huna namna wewe kwa sababu huna, basi wakawekea vikwazo vya kiuchumi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la, hakuna neno miaka mitatu, hamruhusi kununua, hamruhusi kuuza, hamruhusi kuagiza kitu chochote nyinyi, kama nyinyi. Miaka yote hii mitatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ambayo kwamba walikuwa wako ndani ya vikwazo kama hivyo, nani ambayo kwamba aliokuwa anawalisha ni Mama Khadija radhiallahu anha? Katika miaka hiyo ndio alitoa mali zake zote mpaka zikamalizika kwa ajili ya kuinusuru dawa ya Allah subhanahu wataala, mpaka nusura ya Allah subhanahu wataala ilipokuja wa sawir. Katika ile miaka mitatu ingekuwa hakuna sasa, bilionea katika wao ambao kwamba anaotoa miaka mitatu, utaweza utaweza kusurvive na njaa? Hauwezi. Ikiwa masahaba walifanya ile nini, wisal, kufunga siku mbili pasi na kufungua siku ya pili, wako taabani, wamelala misikitini sallallahu alayhi wasallam kaambia, niliwaambia nyinyi haya mambo hamuyawezi, mimi na na nalisha nanyesha na Mola Subhana wa taala. Bahati siku hile mwezi kaonekana, kaambia kama ujaonekana leo kesho pia ningewaambia mfungi, alafu ili mkija mkiambiwa kitu wacheni muache. Siku mbili peke yake walikuwa taabani. Miaka mitatu ataweza kuonyesha yule umuhimu wa nini? Umuhimu wa uchumi na Uislamu. Umuhimu wa uchumi na maendeleo ya Uislamu. Wahakadha Manabii wote ukiangalia walikuwa wanafanya kazi. Nabii Allah Daudi alayhi salam alikuwa anafanya kazi. Nabii Allah Sulaimani alaihi salam ndo usiulize kwenye biashara za madini, kwenye ufugaji, kwenye ujenzi, kwenye kila kitu. We ukitaka kuelewa nabii Allah Sulaiman alayhi salam, angalia kisa chake yeye na Balkis mpaka Balkis kuja kuslimu. Angalia ile nyumba yake ilivyokuwa imetengenezwa handasa Uhandisi wa nyumba ya nabi Allahi, suleiman alayhi salam, ilikuwa ni nyumba ya kifahari, chini maji, juu kimewekwa kioo. Balkisa anakuja anapandisha nguo, akamwambia hapana, usipandishe nguo hapa, ni hiki ni kioo tu, hakuna maji ambapo kwamba yatakugusa ku..., yata..., yata, angalia zile kuta ambazo kwamba zilikuwa zimetengenezwa za dhahabu, ambazo kwamba aliwaamrisha majini watengeneze. Wama ila thalik. Huyo nabi Allah Suleiman, lakini ukiingia kwa nabi Allah Shuaib alikuwa ni mkulima, alikuwa ni mfugaji madhara mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifanya biashara, alifanya ufugaji, alifanya ukulima, yeye alikusanya yote. Na kuna baadhi ya watu mara nyingine huuliza shekhe, sisi tunajua kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa utume alikuwa yuwafanya biashara, na pia alikuwa kabla hapo alifanya kazi ya ufugaji sasa je, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume kazi yake ilikuwa ni nini? Kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jawabu, baada ya kupewa utume ilikuwa ni ufugaji, ilikuwa na ukulima. Hizi ndio kazi kubwa ambazo kwamba alizifanya, ufugaji, ukulima. Lakini pia tuelewe kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ana fungu la humsi kutoka katika mali za, za Waislamu. Humsi ni moja ya tano, ni kubwa kuliko nini? Kuliko zakaa kwa sababu zakaa ni moja ya ngapi? Moja ya kumi, rubu ulushr, tena si nzima la ni robo, yaani ile mali yako zakaa yake unaipiga mara ngapi? Mara kumi, alafu ile kumi iliochukua ile moja unaipiga mara ngapi? Unaipiga mara nne, ndo unatoa ile moja, ndio zaka. Lakini ukisikia khumusi, khumusi ndo unaipiga mara ngapi? Kwa tano. Kama milioni ishirini, unaipiga kwa ngapi? Kwa tano, alafu ile moja ndo ndio unatoa. Kwa hivyo ukiangalia humus ni kubwa zaidi kuliko nini? Kuliko zaka. Ni kubwa sana tena. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akipewa humus nzima. Asiwajiulize mfano kama hapa nchini kwetu ule mfanyabiashara mkubwa atoe humus yake ni kiasi gani? Hiyo ni kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Ahlul Bait. Kwa hivyo ilikuwa humus moja, labda mfanyabiashara mmoja tu ilikuwa inamtosha yeye na, ye na matumizi yake yote. Na ala fikra, baadhi ya watu huwa wanaogopa masala ya zakaa. Bure tu unaambiwa, angalia rubu rubu lushri mali zako zote uzipige, mara ngapi? Piga kwa kumi, alafu ile kumi upige kwa ngapi? Upige kwa nne. Moja ndio ambayo kwamba unatoa. Kitu gani kinachopungua? Sisi hatutaki kutoa zaka, baraka zinapungua katika mali zetu, mali yetu yanaungua, mali yetu yanapata matatizo. Kisha mtu unakuja kwa shekhe, shekhe, bwana, siku hizi mimi nimefanywa hasadi, nimefanywa kadha. Je, wewe unatoa zaka. Zaka unatoa sadaqat, haki lisail almahrumi, unatoa zile haki za watu ambao kwamba wasiojiweza? Hutoi sasa unatafuta mchawi, kati umejiroga mwenyewe. Ikhwani, fila masala haya ya uchumi ni masala ambayo kaa yatakikana ziwekwe daurati, ziwekwe wa warsha, ziwekwe wa warsha, waje wataalamu mbalimbali, waje wazungumzie mbali mbali, wa masala kama haya masala ya uchumi na nini uchumi na Uislamu, kwa sababu tunazungumza haya ikhwani. Kuna baadhi ya watu mpaka sasa hivi wanajua kwamba U, mambo ya fedha haya na Uislamu ni baina al-masriq wal maghrib, na ukianza kuzungumzia mambo ya pesa pesa -pesa, tu unaanza kunyooshewa kijole, hawa watu siku hizi washaharibika hawa mashaikh. Tunawaambia kwamba dunia ishawapeleka mbio kwelikweli, sio dunia kwa tupeleka mbio, huo ndio uhalisia ulivyo. Alimamu Shaarawi radhiallahu anhu anasema rahimahullahu ta'ala, man lam yaakul min fasihi lam yantiq min rasihi, mtu ambaye kwamba hali kwa shoka yake hawezi kuongea kutoka katika kichwa chake. Yani mtu ambaye kwamba hali kwa pesa zake mwenyewe hawezi kuongea kutoka katika kichwa chake, lazima atasemeshwa tu. Yani maneno utamwona anasema yeye, lakini kuna watu ndio ambao kwamba wanamwambia afanye nini, aseme kwa nini. Kuna wangapi katika mashekhe ambao kwamba chochote unachomwona asema, ujue kuna mtu ambaye kwamba yuko nyuma yake, ndio alofanya nini, ndio alomwambia aseme. Kwa sababu gani yule ndo ambaye yu kwamba anamlisha wa man lam yaakul min faasihi lam yantiq min raasihi. Min wangapi, mbona yule sheikh ana msimamo? Mara leo ameongea hivi atakuwa na msimamo wakati hana? Msimamo ni pesa, si mdomo. Kila mmoja aweza kusema kuwa na msimamo, ni mtu uwe na imani ya sawa sawa, alafu huwa anaangaa na kitu ambacho kama kinaweza kufanya nini? Kinaweza kusukuma. Kwa hivyo man lam yaakul min raasihi min faasihi lam yantiq min raasihi. Min rasihi kwa hivyo, ha, hapa ndipo utaona umuhimu wa nini, umuhimu wa uchumi. Kama huna, wallahi huwezi kusema haki. Utaona mambo yanapindishwa, lakini huwezi kusema kwa sababu unaogopa kwamba labda sual... siku moja rafiki yangu mmoja aliuliza suali kaambiwa, shekhe, mbona fulani akatajwa kwa jina tena katika muhadhara, mbona fulani mwamkaribisha katika vitu vyenu fulani, lakini mbona fulani afanya biashara kadha wa kadha na biashara haramu biashara za hovyo hizi. <laughs> Yule akawambia, inshallah, hilo swali lina pahali pake. Kwa sababu gani? Huyo fulani ambaokomba alotajwa ni katika watu ambokomba wanamfanya akae pale, atamsema vipi? Tuko vizuri sana, aliruka sana lile swali, na ana haki ya kuliruka. Baadaye kanifuata, kanambia, wallahi yule kijana takusababisha matatizo. <laughs> Hata kusababishe matatizo nikakumbuka kauli ya Imam Sharawi, man lam yakul min fasihi lam yantiki min rasihi. Ngalia mtu anakuta uko katika matatizo makubwa, yaani huwezi kunena hata kilima kimoja tu, hata kusema bwana, haya mnayofanya haya faa, yacheni. Huwezi utanena. Iye ukinena, watakata